bo alongile katibu wa wazita nachihudhurie kwa wingi nachuwinke nguvu ili wanamboli ni waonekane wekulanga zaidi kuliko kama via alongile mwenyekiti wa wazigula Tanzania kwamba niwe katika mahu mahudhurio ambayo namna nayo kwa usemi na wengi wayaleka kwa hiyo tunawalembeza ndugu zanguni, wana mwerugulu wose chihugule mikutano ya wazita ya kaidi. Nampongeza sana rais wa Mwerugulu Network, kazi ya kujamanya ni nguru sana, naikazi inoyonga moyo, yonga uvumilivu, kwanza toka ezile hekale hasi ahangaika ili awaike hasi wana Mwerugulu na wanambolini ili waite na longozi, kwa mfano, na kuna makundi madodo madodo ambayo ya matokeo ya lawire. Lakini kuanzia haluse mino yose kayaika hasi na kayakoma. Hakuna tofauti ndani mwembolini na Mwerugulu ijo chetu chake mi nampongeza na nampongeza nampongeza, na na kwa shauri kuda kuongoza sehemu ambao kuna tofauti tofauti. Kitu cha kwanza achingie kipao mbele ni kukoma makundiano ambayo ambao, na kuna tofauti tofauti. Kwa kweli nampongeza zaidi mingine, nampongeza viongozi wal wahudhurie kikao chino wajenietalawile haye, nampongeza mzee wetu mzee Saidi, ambaye ana historia ya Mwerugulu. Nampongeza mwenyekiti wa wazita, nampongeza mzamini mkuu wa wazita mzee Sala, pamoja na katibu wa wazita nawapongeza. Mwenyekiti wa Mwerugulu Network, makamu wa rais wa Mwerugulu Network, pamoja na wanchiwa wa mboni ni wose pamoja na Mwerugulu, asalamu alaykum.

Kwanza uh, kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wote kuwa hapa. Mimi nipo hapa kwa sababu moja tu ya kuzindua au kutoa kitabu chetu cha family book ambayo iliyoandaliwa maalum kwa ajili ya Mwerugulu, historia ya Mwerugulu. Kwa hiyo, tulikuwa tukifuatilia hii historia kwa muda mrefu na muasisi mkuu wa hii historia kutoka kutoka kwenye kitovu cha Mweruguru ni mzee Sangali, ambaye yeye tayari alishasimama akaongea mawili matatu kuhusiana na kitabu hiki. Kwa hiyo mimi hapa niko kwa niaba tu ya kukitambulisha hiki kitabu cha Mwerugulu Network, ambacho ni kitabu, ni family book, ukoo wa mwenye ugono sina ziada zaidi ya haya. Salamu alaykum. <tune> Hiki tunakizindua kitaanza kupatikana kuanzia tarehe kumi na tano mwezi wa saba. Kwa hiyo tumetoa tu kwanza hizi chapa tatu kwa ajili ya uzinduzi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam mwenyekiti atamaliza ikitabu ni kitabu ki historia ya wana Mweruguru na kola Mweruguru sukulinawile ni vitabu vya kwanza bila vire, lakini vitabu viko vingi vatatosheleza kila mtu apate kitabu chake mwenyewe. Ka mimi kama mwenyekiti wa Mwerugulu notwe tabuti ino na chikabizi kwa umwenga wa wazigu.